Nimegundua kuwa msimu wa vimbunga unapofika, watu wa mahali ninapoishi, ikiwa ni pamoja na mimi, huwa wanafuatilia ripoti ya hali ya hewa. Sasa siishi kwenye ufuo wa Karolina Kaskazini, lakini niko karibu vya kutosha kuwa na uzoefu wa adhari mbaya ambazo kimbunga kinaweza kuleta. Kila mtu anataka kuepuka kimbunga, wakati mwingine haiwezekani. Hakuna wakati wa kutosha wa kutoka nje ya mji. Kuna, kuna muda mdogo wa kujiandaa mapema. Na hebu ni kuambie, hilo ni kweli pia kwa dhoruba za maisha. Wakati mwingine zinakupiga kwa ghadhabu usiotarajia, zinaingia tu kwenye maisha yako kwa namna ya eh, tukio la kushangaza, ripoti mbaya ya kiafya, hasara isiyotarajiwa, na ghafla kabisa maisha yanageuka juu chini, hata huna muda wa kutafuta pa kujificha, sivyo? Sasa Matendo ishirini na saba inatupa moja ya simulizi za kina kabisa kuhusu kimbunga halisi, dhoruba baharini, na pia inatupa mwanga fulani juu ya jinsi tunavyopaswa kukabiliana na dhoruba za maisha. Basi, huenda unakumbuka kwamba Paulo alikata rufaa kesi yake kwa Kaisari Nero, na sasa anaondoka kuelekea Roma. Yeye pamoja na wafungwa wengine waliwekwa chini ya ulinzi wa jemadari wa Kirumi aitwaye Yulio. E, Paulo pia anaandamana na muumini mwenzake aitwaye Aristarko. Sasa tunajua kwamba Luka pia yuko pamoja kwa ajili ya safari, na hiyo inaonyeshwa na matumizi ya kiwakilishi cha sisi kama Luka anavyoandika hapa kitabu cha Matendo. Sasa mistari hii sita ya kwanza ya sura ya 27 ilifuatilia safari kwa meli kuelekea magharibi kuvuka bahari ya Mediterania, na pepo kali hatimaye zikawalazimisha kuzunguka upande wa kusini wa kisiwa cha Krete hiyo ni chini ya peninsula ya Ugiriki na kuna bandari huko inayojulikana kama bandari nzuri. Sasa Luka anataja hapa kwenye mstari wa nane kwamba mfungo ulikuwa umekwisha. Hii ni rejeleo kwa siku ya upatanisho, na inatuambia kwamba miezi ya vuli, msimu wa vuli umefika. Huu ndio wakati mgumu na hatari zaidi wa kusafiri kwenye bahari hii. Kwa hiyo itakuwa wazo zuri tu kubaki pale bandari nzuri hadi baada ya miezi ya baridi. Lakini inaonekana mabaharia wako tayari kuendelea na safari, hawataki kusimama hapa. Kwa hiyo Paulo anawaambia kwenye mstari wa kumi: Waheshimiwa, natambua kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara kubwa, si tu ya mzigo na meli, bali pia ya maisha yetu. Kwa bahati mbaya, mstari wa kumi na moja unatueleza kwamba yule jemadari alisikiliza zaidi nahodha na mmiliki wa meli kuliko alichosema Paulo. Naam, naweza kuelewa kwa nini. Hawa mabaharia ndio wataalamu wa mambo haya. Paulo si baharia, kwa hiyo angejua nini? Eh, lakini kuna sababu nyingine hapa ya kutaka kuendelea. Inaonekana Fair Havens si mahali pazuri kama jina linavyopendekeza. Foinike iliyo magharibi zaidi kwenye pwani ya Krete ni bandari inayopendelewa zaidi na ni mahali penye starehe zaidi kusubiri hadi majira ya kuchipua. Kwa hiyo inaonekana wanapiga kura hapa, maana mstari wa kumi na mbili unatueleza kwamba wengi waliamua waendelee na safari baharini. Kweli, kama ulimwengu wetu wa leo, maoni ya wengi si sahihi kabisa, na yatakuwa hatari kwa maisha na kwa njia, kumbuka, tunaweza kuunda dhoruba zetu wenyewe kwa kufuata maoni ya wengi, au kwa kutokuwa na subira, au au labda kutaka faraja ya kibinafsi katika maisha badala ya kufanya kitu cha busara zaidi. Mara nyingi sana tunasikiliza wataalamu huko nje ya mabaharia. Hawana nia yoyote kwa Mungu, hawafuati mapenzi ya Mungu, na niambie, hawatafika Foinike. Upepo mkali utawalazimisha kuelekea kusini na kurudi tena baharini wazi na dhoruba hii haitapungua pia. Luka anaandika hapa katika mstari mstari wa kumi na nane, siku iliyofuata walianza kutupa mizigo baharini. Mstari wa kumi na tisa, siku ya tatu walitupa vifaa vya meli baharini. Dhoruba iliendelea kwa siku nyingi hadi Luka anaandika hapa katika mstari wa ishirini, tumaini lote la kuokolewa lilikuwa limepotea kabisa. Sasa hawana matumaini kabisa. Wako mikononi mwa dhoruba hii ya kimbunga. Labda na wewe unajisikia hivyo leo. Labda matumaini yamekuacha. Labda unachoweza kuona tu ni upepo mkali unaozumbuka sasa. Paulo anawaelekeza hili kwa wafanyakazi wa meli, abiria, na anazungumza juu ya kelele za upepo mkali, kama unaweza kufikiria. Katika mstari wa 21 wanaume, mlipaswa kunisikiliza na msingeondoka Crete. Sasa hii siyo kiburi au ile hali ya kusema nilikuambia. Paulo anawaambia kwa ufanisi, ukunitii awali, lakini sasa nitaongea kitu na mnapaswa kunisikiliza. Paulo anasema hapa katika mstari wa 23 kwamba wanaweza kubaki na tumaini. Usiku huu huu malaika wa Mungu ninayemilikiwa naye na ninayemwabudu alisimama mbele yangu na akaniambia, usiogope Paulo, lazima usimame mbele ya Kaisari, na tazama, Mungu amekupa wote wanaosafiri pamoja nawe basi jipeni moyo, wanaume, nina imani kwa Mungu. Paulo anasema kwamba itakuwa kama nilivyoambiwa. Unajua, hiyo ni taarifa kabisa, sivyo? Hiyo ni kauli ya kujiamini sana, na hiyo inatolewa kwa njia, kwa njia kwa wafanyakazi wa mabaharia wasioamini wapagani. Naam, ni nini chanzo cha imani cha Paulo hapa? ni nini kilimzuia kukata tamaa? Mazingira? Hapana. upepo ulianza kuacha? Hapana, ilikuwa ni neno la Mungu, ahadi ambayo Mungu alimpa usiku uliopita. Naam, lengo la sura hii kwa kweli si sana juu ya, unajua kwa nini ajali za meli zinaruhusiwa na Mungu, au kwa nini Mungu anaruhusu dhoruba kuingia katika maisha yetu. Eha, lengo hapa ni kweli juu ya kumtumaini Mungu katikati ya dhoruba za maisha na hebu nikupe baadhi ya maoni kwanza, Paulo anaamini ahadi ya Mungu kwake. Na kwa kweli katika kesi hii, e Mungu aliahidi kwamba Paulo angefika Roma, si kwenye jeneza kwa njia yoyote, bali akiwa hai na salama. Kuokoka kwake pamoja na wengine wote kutakuwa ushuhuda mzuri kwao kwamba Mungu ndiye anayesimamia dhoruba hiyo moja kwa moja. Pili, mfano wa Paulo hapa unatufundisha kwamba dhoruba zinamruhusu Bwana afanye kazi kupitia sisi kwa njia ambazo hatungeweza kuwaza. Sasa, wapendwa, hii haimaanishi kwamba tutaanza kutafuta dhoruba, lakini inapaswa kumaanisha kwamba tunaweza kuwaongoza wengine wa wamtafute Mungu katikati ya dhoruba zao. Wakati sehemu iliyobaki ya sura hii inaelezea utimilifu wa ahadi za Mungu kwa Paulo. Na dhoruba ikiendelea hadi siku ya kumi na nne meli inakaribia nchi kavu, na Paulo tena anawahakikishia wasafiri wenzake kwamba e, wote watapona. Hata anawahimiza wale wengine wale kidogo, ili wapate nguvu kwa yale yatakayofuata, na yeye mwenyewe anaonyesha mfano kwa kumshukuru Mungu kwa chakula na kisha kuanza kula. Mstari wa 36 unasema, kisha wote walitiwa moyo na wakala chakula wao wenyewe sasa alfajiri ya siku iliyofuata wanaona ghuba yenye ufukwe na wanaelekeza meli kadri wawezavyo kuelekea huko. Luka anatueleza hapa kwenye mstari wa 41, lakini walipogonga mwamba, waliikwamisha meli wakati meli inaanza kuvunjika na mawimbi yanapowakumba wakiwa wamekwama kwenye mwamba huo, tunaambiwa hapa kwenye mstari wa 42, mpango wa askari ulikuwa kuwaua wafungwa ili asiwepo yeyote atakayekimbia na kuokoka. Na hakika hawataki kuwajibika baadaye kwa wafungwa hawa kutoroka. Hata hivyo, heshima ya jemadari kwa Paulo inamfanya azuie jambo hilo. Anaamuru kila mtu aogelee, kwa hakika ashikilie chochote anachoweza ili ajiepushe na kuzama. Mstari wa 44, unasema kile ambacho kingekuwa ni muujiza tu, wote walifikishwa salama pwani, wote, kama vile Mungu alivyokuwa ameahidi. Sasa kama tutakavyojifunza, hii ilikuwa kwenye kisiwa cha Malta. Sasa kuna masomo mengi kwetu hapa katika tukio hili la kihistoria. Hebu hebu niwaonyeshe matatu kati ya hayo. Kwanza, maisha hayakosi dhoruba, lakini Mungu yuko pamoja nasi katikati yake. Mawimbi hayo makali yanayoweza kukupiga leo yako chini ya miguu yake daima, yako chini ya mamlaka yake. Pili, tunapokuwa katikati ya dhoruba tunataka bwana atukomboe, yeye anataka kutukuza na kutuendeleza sisi. Eh, eh, hatuna subira, sivyo? Sisi tuna mipango yetu, kweli. Tunataka kufika Roma, lakini Mungu anataka tupate ajali ya meli kwenye kisiwa cha Malta. Sisi tunataka kufika pale tunapokwenda, lakini Mungu anajali zaidi kuhusu tutakuwa nani tutakapofika na sasa la tatu, hatimaye, hata dhoruba mbaya zaidi haziwezi kufuta mipango ya Mungu juu ya maisha yetu. Paulo atafika Roma, lakini dhoruba ilikusudiwa ili Paulo awafikie wasioamini kwa ajili ya Kristo njiani kwenda huko. Unaona, Paulo hajavunjikiwa na meli kwenye kisiwa cha Malta. Amevunjikiwa meli kwenye kisiwa cha mpango mkamilifu na mkamilifu wa Mungu, Hata wakati ujao, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.